Hatuwezi kumaliza hii taharuki kwa kuzomeana au kubezana, lazima tuzungumzane, tuzungumze kwa nini tumefikia hapa. Ni kitu gani hasa ambacho kimetufikisha hapa? Fadili amezungumza, kuna wachungaji wa sijui aliona wapi, mchungaji ana bodyguard karibu 20 30. E, pengine amenusa shida. Mi sijafikia hapo, kwa sababu najikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ni yeye mwenyewe ambaye atanilinda usiku na mchana. Akiamua kuniachia basi bado bado nitamshukuru, kwa sababu yeye ni mweza wa yote. Lakini ninyi ambao umepewa dhamana ya kulinda Watanzania, tafuteni fursa taifa zima liongee lizungumze, sio kuzungumza kwa kupiga kelele. Ni mazungumzano dialogue. Utaratibu mzuri ambao Watanzania tunaweza tukazungumzana, kila mmoja akatoa hoja yake na mwingine akaeleza tatizo litakapotokea. Kwamba kila mmoja akitaka ya kwake yapite hapo, haiwezekani. Litakuwa ni taifa la ajabu ambalo kila mmoja atakalolitaka kulizungumza hilo lipite, haiwezekani hatimaye atakuwepo mmoja tu ambaye atasema tumesikilizana, basi hili liende mbele. Sasa, viongozi wangu mliopo leo, historia na, na mnyororo wa amani huo usije ukaharibikia kwenu, yaani hapo ndipo mnapaswa kukazana, kusali, kuomba na kutafuta kila namna ili isiharibikie kwenu, kwa sababu hata ikiharibiwa na mwingine tofauti na wewe, historia itaandika ni wakati gani alikuepo, nani. Kwa hiyo na nyie mna jukumu kubwa kubwa kubwa kubwa kweli la kuhakikisha hata huyu wa ovyo, huyu sijui wa aina gani na yeye tunamkalisha pamoja tunakaa naye tunamsikiliza. Hebu ongea, mwacheni apige kelele, aseme. Tusipotoa fursa hii, kila mmoja anaenda sijui kwenye presi sijui kwenye kitu gani, mwingine anaenda kuzungumzia nje huko. Sio dalili nzuri, ni dalili mbaya. Sasa hivi unaogopa kila mmoja. Majuzi tu mimi nilikuwa naenda mahali fulani, nimekimbizwa na hizi gari ga, hizi wanazo wakubwa wetu hizi DFP, sijui imeandikwa zzr zero zero, sijui ngapi tu, tu ni, ni, ni usiku, tunakimbizana tuliposimama kwamba tuipishe iende yenyewe ikakaa pembeni tukaanza kwenda nayo, tumetandaa barabara nzima nusu kilomita. Nikajiuliza, hawa ni watu aina gani hawa? Tukaendelea kwenda kukimbia, sasa anatukimbiza bado, yuko nyuma, tulipopunguza akakaa hivyo hivyo, tukawa tuka tunaenda naye sambamba. inawezekana alikuwa muhuni tu, lakini kama haya yanatokea wakati ambapo haya mengi tunayoyasikia yanatokea, mtu naanza kuwa na wasiwasi. Nikafika kwenye parokia yangu moja, nikasema kwamba nikatize, na yeye akasimama pale, anasema gari tairi lenu lina linayumba lina, lina, lina, lina, lina. Nikasema hii gari ni ni ya juzi tu tayari linaanza ku,